Naam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tukiwa tunajiandaa uh, kuondoka katika jiji hili tukufu la Makka, jiji ambalo halifai kuliacha isipokuwa unakuwa na majonzi makubwa, lakini hakuna namna kwa sababu majukumu mengine bado yanatusubiri. Hajjat anaonekana katika skrini hapo ni moja vi Allah, huu, ya viumbe ambavyo Allah amevibariki mwaka huu kutekeleza ibada hii uh, katika nchi hii tukufu haja, tujua jina lako, umekuja na taasisi gani na unaichukuliaje fursa hii ya kuwa miongoni mwa wahujaji mwaka huu? Aa, mimi jina langu naitwa Salma Sleman Yusuf. Ndio. Natokea Zanzibar. Okay. Aa, na hii kwa kweli ni mara yangu ya tatu. Hizo, oh, mashallah, zote mara tatu nimesafiri na Zanzibar Haji. mm -hmm. Kwa kweli wako vizuri, huduma zao vizuri. Na I really appreciate their service. Very good. Ah, yes. Ah, jambo jingine ni kwamba haji ni moja ya nguzo muhimu sana katika dini yetu ya like Kiislamu. Kwa hiyo nawa encourage wenzangu waje wafanye haji. Ni kitu kizuri sana. Ni kitu kinatufundisha kuwa na subira, kuwa na imani mashallah. mapenzi ya yeah. Kwa hiyo nawaomba wenzangu walokuwa bado hawajatekeleza waje watekeleze mashallah. hajat hajat, yeah. Oh, kabla hja nishukuru, labda nikuulize swali la nyongeza eh. Umetokezea mara ya tatu unakuja kuja kuhiji yeah. Unadhani Mungu anakupenda sana au wewe unampenda sana Mungu? Mimi naweza kusema katika viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu anawapenda basi mimi ni mmoja mashallah, katika hao viu mashallah, kwa sababu kama tulivyoambiwa kwamba utakapokuja huku kufilisiki, na ni kweli hufilisiki na unakuwa mtu wa kuheshimika mashallah. Kwa hiyo na wa encourage walikuwa bado, inshallah Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi na wao waje haja. Tunadhani kwa nini watu wanahitaji kusafiri na Zanzibar haji na sio sio taasisi nyingine? Kuna siri gani katika uh, hii taasisi? Ah, hii taasisi kwa kweli huduma zao ni nzuri Masha. It's a little bit expensive but the service are good. Mm. Eh, na huduma ndio siku ndo siku zote muhimu. Mashallah. Yes, yeah. Ah, Hajjat kwa kweli tunakushukuru sana yeah. Ah, ulikuwa unarushwa moja kwa moja kupitia Al Azhar TV Tanzania na mrusha matangazo haya ni yani. Ashim from Makkah Hajjun mabrurun dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun.